Kwa majina naitwa Fatina Saidi metokea Dodoma ka Dar es Salaam, kwenye mita kama ya sa saa mbili mi, kiukweli katika kuangalia kwenye mitandao nikasikia SGR imepata ajali. Kwa sababu nazifahamu, nikaangalia nikaona ni ile mchongoko ile iliyopata ajali. Sasa nikasema kwa kuwa barabara ni moja, sijui tunaweza kaa kuna mpishano, yani kaa tumaini la kuondoka saa nane ikawa limepotea lakini nimefika pale stesheni ya Morogoro ya, ya, dodo, ya Dodoma, sikutegemea kwa kweli. Nimefika pale usafiri kwa hapo, tukaanza kuondoka, tunamshukuru Mungu tumefika salama. Okay, mimi kwa majina naitwa Franki Mswahili natokea Dodoma. Uh, tunashukuru pia TRC kwa sababu uh, hitilafu imetokea asubuhi, lakini ndani ya muda mfupi tumeweza kusafiri, lakini pia Uh, tulitegemea kusafiri saa 8 dakika dakika kumi na nne lakini tumechelewa almost kama nusu saa tu. Uh, nafikiri jitihada zimetumika na vitu vingi vimefanyika, so nafikiri serikali inapambana kuweza kuchanganua vitu ambavyo vinatokea dharura kama hivi. Kwa majina anaitwa Baliatu Hasani, ni abiria nilikuwa na safiri kwenda Dodoma na treni ya saa kumi na mbili na dakika hamsini na tano uh, na sasa ni saa Mbili, na madakika hivi ya kwa hiyo tunashukuru TRC kwa kuharakisha huduma na kufanikisha a, safari yetu na tunamomba Mungu atujalie tufike salama Mimi naitwa Isidori Alphonse Kileo Ah tunawapongeza sana kwa sababu shughuli hii tulitegemea inaweza kuchukua wiki moja na zaidi maana sisi wengine tumetoka mbali tukawa tunapewa taarifa kwamba inawezekana tukachukua muda mrefu tunashukuru sana jitihada zao zimefanikisha safari yetu kawepo mimi ni Mama Ngoi. Tunamshukuru Mungu, tunashukuru serikali kwa kazi yote wamefanya kwa sababu sio rahisi vitu hivi vifanyike kama hivi. Na wote tulikuwa natumaini na kweli Mungu azidi kuwabariki kwa juhudi yao wamefanya na tunasafiri. Tuna